Dunia ya shangaa! Israel ya uchoma moyo wa Iran kwa dakika 20 tu! Hii si tetesi, hii si propaganda, hii ni hali halisi inayoikumba Iran kwa sasa, mateso ya hali ya juu kutoka anga. Dakika 20 tu zilizopita Israel imefanya shambulio kubwa kabisa katika historia ya uhasama wao na Iran, kituo kikuu cha kurutubisha uranium cha Natanz kimepuliziwa moto na huenda ndoto ya Iran ya kuwa taifa la nyuklia imezikwa rasmi. Ndiyo, sehemu nyeti kabisa ya mipango ya kinyuklia ya Iran sasa ni vumbi, moto na vilio vya kisayansi. Anga la Iran limekuwa giza la maangamizi. Katika hali ya kutisha, mifumo ya anga ya Iran ambayo iliwahi kujivunia kuwa kati ya bora zaidi Mashariki ya Kati imeporomoka. Hakuna rada, hakuna kombora, hakuna kinga. Anga lote ni uwanja wa mchezo kwa ndege za Israeli. Katika video zinazosambaa sasa mtandaoni ndege za kivita za Israel zinaonekana zikizunguka kwa ustadi mkubwa juu ya anga la Siria, Iraq na Jordan, zikiunda mduara wa kimkakati kuelekea Iran. Wanapiga bila kusogea ardhini. Mafuta wanajazia ngani, silaha wanabeba kwenye hewa, intelijensia wanapokea papo kwa papo. Ni dhahiri sasa Israel imejipanga kwa vita ya kizazi kipya. Hakuna mizinga ya ardhini, hakuna vikosi vya miguu, ni vita ya akili, teknolojia na kasi ya kushtukiza Operation Rising Lion. Simba ameamka. mashambulizi haya hayafanywi kwa jazba, bali kwa mpangilio wa kijeshi usio na doa. Jeshi la Israeli naita hii Operation Rising Lion. Operation ya Simba anayeamka. Kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na mashirika ya ujasusi, hii ni hatua ya kwanza tu ya mpango mkubwa zaidi wa kuidhoofisha Iran hadi kwenye msingi wake wa uhai. Hadi mkuu wa Doha, kiongozi wa nchi iliyo na uhusiano wa karibu na Iran, amelazimika kusifia uwezo wa Israel wa kiintelijensia na ustadi wa mashambulizi yao. Dunia imetulia kimya. Lakini ndani ya miji mikuu ya dunia, mikutano ya dharura inaendelea usiku na mchana. Je, yeah, ni nani atakayesema acheni? Majirani wa Iran wametulia kama vilio vya kaburini. Iraq na Jordan, mataifa yaliyokuwa karibu au angalau na msimamo wa kutotaka uhasama, yameruhusu anga yao kutumika. Hakuna kiongozi hata mmoja aliyetoa tamko la kupinga kila mmoja anaogopa kwa sasa. Israel imekuwa kama mnyama wa pori aliyeingia mji wa paka, hakuna wa kupiga kelele. Je, yeah, Iran itajibu au hii ni sura mpya ya kunyamazishwa milele? Katika Tehran viongozi wa juu wamejificha. Hakuna hotuba, hakuna vitisho. Watu wanaamka kila asubuhi wakiwa hawajui ni kituo gani kitaangamia usiku unaofuata. Je, yeah, ni vipi taifa lenye ndoto ya kuwa ngombe ya Waislamu linaendelea kulala wakati milipuko inaangamiza ndoto hiyo? Filamu. Usikose sehemu ya kwanza ya uchambuzi huu msisimshaji Operation Rising Lion. Sehemu ya pili inakuja ndani ya chaneli yako pendwa Hubah Online Tz, ukiwa na taarifa za kiintelijensia, picha za satelaiti na maoni ya wataalamu wa mambo ya kijeshi duniani. Subscribe sasa, washa kengele, tazama, shuhudia. Nauliza, Je, yeah, Iran itainuka tena au historia imeamua kufuta jina lake kwenye ramani ya nguvu za kijeshi?